Umeitwa kwenye usaili almashauri ya wilaya Makete mwaka huu. Kumbuka, watu zaidi ya mia tatu wameitwa kwa nafasi moja, ila wachache tu ndio watakaojua jinsi ya kujiandaa vizuri na kupata kazi hiyo. Katika video hii nitakuonyesha makosa ambayo ukiyafanya au utaendelea na usaili na pia takuonyesha siri ya kujiamini na kujiweka juu ya wengine. Kama unataka kuongeza nafasi zako za kufaulu na ushindi, usikose sekunde hata moja ya video hii. Habari za leo mtazamaji wa Feaboy, kama umeomba kazi kwenye halmashauri ya wilaya ya Makete, basi huu ni ujumbe muhimu sana kwako. Leo nitakuonyesha taarifa rasmi za kuitwa kwenye usaili, lakini pia nitakupa mbinu za kujiandaa, makosa ya kuepuka, na ushauri wa kitaalamu unaweza kukuongezea nafasi ya kufaulu. Tusahau, kuna ushauri wa hali ya hewa Makete, usikose. Tangazo la kuitwa kwenye usaili limetolewa rasmi na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Makete tarehe 14 Juni 2025. usaili unaanza rasmi tarehe 24 hadi 28 Juni mwaka huu. Baadhi ya kada zilizotajwa ni pamoja na dereva daraja la pili na msaidizi wa kumbukumbu kumbu. Dereva daraja la pili: usaili wa mchujo tarehe 24 Juni, vitendo tarehe 26 Juni na mahojiano tarehe 27 Juni. Msaidizi wa kumbukumbu -kumbu: mchujo tarehe 27 Juni, mahojiano tarehe 28 Juni. Zingatia ratiba, zingatia ratiba majinsi ambavyo inaonekana hapo. Mambo ya kuzingatia Wasailiwa mnapaswa kufika na vitu muhimu kama vile barakoa au mask. Hii ni lazima. Vitambulisho halali original certificate. Pamoja na vitambulisho vyako kama chet, kitambulisho cha uraia kitambulisho cha kazi au passport. Veti halisi au original certificate, kuanzia cheti cha kuzaliwa, kidato cha nne kwa cheti chako cha kidato cha nne, kidato cha sita, kidato cha sita sta shahada. Lakini pia result slip hazitaruhusiwa wala provisional statement of result hazitaruhusiwa. Lakini zingatia, una hati ya kiapo au deed poll kwa wanaotofautiana majina kwenye nyaraka kwa waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na NECTA na NACTE pamoja na TCU. Kwa kada ya dereva njoo na <coughs> leseni yako daraja C au E na vyeti vya mafunzo kutoka VETA. Tips za ziada ambazo naweza nikakupa ni kwamba weka vyeti kwenye jalada moja linalopangwa vizuri, na uwe na nakala zako pia ushauri wa kipekee ni kwamba hali ya hewa ya Makete ni ya baridi. Makete ni moja ya maeneo baridi zaidi Tanzania. Kwa hiyo, unashauriwa kuvaa nguo zinazohimili baridi. Hakikisha una koti au sweta zuri, usikubali usumbuke siku ya usaili kwa kuishiwa joto. Mbinu tatu za kupita usaili. Sasa sikiliza kwa makini hapa, sikiliza kwa makini hapa. Nitakupa mbinu tatu ambazo zitakufanya wewe uweze kupita katika usaili huu ya kwanza kabisa, namba moja, jua kada yako. Elewa majukumu ya kazi unayoomba, jitafutie taarifa hata kwenye tovuti za serikali au channel kama hii. Lakini ya, namba mbili, jitambulishe vizuri kwenye usaili. Kujiamini ni silaha. Tumia lugha rasmi na onyesha weledi. Namba tatu, fika mapema. Kutokufika kwa wakati ni kosa kubwa. Usitegemee kuuliza mtihani uko wapi ukichelewa Usiache kufanya haya, zingatia: usilete simu ukitarajia itumike kwenye usaili, hazitakusaidia. Usisite kuuliza kama hujachelewa, kama hujaelewa ratiba yako, tuma barua pepe au piga simu kwa halmashauri mapema. Wito kwa watazamaji: kama jina lako lipo kwenye orodha, hongera sana. Tafadhali share video hii na wenzako ambaye pia kaomba kazi hizi. Kama bado hujaona jina lako, usikatishwe tamaa, omba tena mara ijayo, kwa kuzingatia vigezo. Kwa ushauri zaidi wa kazi, tafadhali subscribe kwenye channel yetu. Asante na karibu.